Ni kilio ambacho kinazidi kutanda kila uchao kufuatia mvua kubwa inayoendelea kunyesha kote nchini. Madhara yake ni dhahiri shahiri. Kulingana na shirika la Msalaba Mwekundu, leo pekee watu wanane wameripotiwa kufariki eneo la Kargi, kaunti ya Marsabit, baada ya gari aina ya Land Cruiser walilokuwa wakisafiria kusombwa na mafuriko yanayoshuhudiwa katika eneo hilo. Wafanyikazi wa shirika hilo vilevile vile wamesema kuwa kufikia saa saba mchana wa leo, jumla ya watu 24 walikuwa wamepoteza maisha yao kote nchini kutokana na mafuriko. Idadi ambayo kwa kweli inaifanya darubini kuelekezwa kwa vitengo vya serikali vya kushughulikia matukio ya dharura nchini kutegua kitendawili hiki. Jini Narok, familia za watu wanne ambao walisombwa na mafuriko siku sita zilizopita bado zinasubiri kujua hatima ya wapendwa wao. Humu jijini Nairobi hali ni ile ile, kwani uharibifu uliosababishwa na mvua kubwa iliyonyesha Ijumaa jioni unazidi kushuhudiwa. Inakisiwa kwamba mvua hiyo imesababisha hasara ya shilingi milioni tano huku takriban wateja mia tano wa kampuni ya Kenya Power wakikosa nguvu za umeme wikendi hii. Hata hivyo, mkurugenzi msaidizi wa kampuni hiyo Hyde Yusuf amesema wanafanya kila jitihada kusawazisha hali hiyo. Wakazi wa Nkoroi eneo la Kiserian nao waliamkia kisa hiki. Gari la abiria lililosombwa na mafuriko jana usiku. Cha kushangaza ni kuwa sio mara ya kwanza kwa kisa kama hiki kutendeka katika daraja hili katika muda wa wiki mbili zilizopita. Hii barabara itengezwe, manake tutapoteza watu wengi hapa seriously. Yeah. Dereva na abiria wa gari hili hata hivyo waliweza kunusurika katika kisa hiki. Pia hata wa mandere waangalie sana, kwa sababu wa mandere wanaona kweli ni maji. Hakuna wakati unaweza ona moto ndio inaurusha kitole. Baada ya visa vitatu vya magari kusombwa na mafuriko katika daraja hili, wakazi wa mtaa huu sasa wanaitaka serikali kuitengeneza haraka iwezekanavyo. Alex Kubasu, Citizen Nipashe.